Na wengi huwa tunamfahamu Shearif Tanzania kwa mambo anayofanya kusaidia kwenye jamii. Tunaona kipindi cha Ramadhani anavyojitoa kusaidia futari, lakini tunaona kipindi cha sikukuu anavyotoa cha kwake kusaidia jamii kwenye masuala ya nguo, lakini ikitokea majanga ya kiserikali sisi kimbio letu ni Shearif. Lakini nimeona pale umeweka kituo cha tablighi, nikushukuru sana na nikupongeze sana. Inshallah, Mwenyezi Mungu akulipe kila iliyokuwa na kheri na wewe. Lakini mmekwenda mbali zaidi, mmeweza kuchimba kisima, ni jambo kubwa sana. Katika sawabu ambazo Mwenyezi Mungu zinabaki baada ya mwanadamu kuondoka, basi ni msikiti pamoja na kisima au elimu ukifundisha.